Naam, karibu kwenye gumzo updates. Tuelekee nchini Tanzania, upande wa pili wa jamhuri ya Muungano, kwa maana ya upande wa Tanzania Bara, ambako chama cha ACT Wazalendo kimetoa taarifa iliyosainiwa na katibu mkuu wa chama hicho Ado Shaibu leo tarehe 18 Novemba 2025 ambayo ni taarifa kwa umma. Taarifa hiyo inasomeka na hapa nainukuu moja kwa moja. Chama cha ACT Wazalendo kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata iliyotangazwa leo. Tume hii inayojumuisha wajumbe wote kutoka ndani ya Tanzania wakiwemo maafisa wa serikali na vyombo vya ulinzi, ambao wengine wenyewe wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo badala ya wao kuchunguza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 kwani tunatambua kuwa ni chombo kisicho huru na kinachotegemea maagizo ya serikali. Badala yake ACT Wazalendo tunataka kuundwa kwa tume huru kabisa ya kimataifa itakayokuwa na wajumbe kutoka nje ya Tanzania, kama vile wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola, Commonwealth, Umoja wa Afrika, taasisi za kimataifa za haki za binadamu au vyombo vingine vya kimataifa vinavyotambulika kwa kutetea haki na uwazi. Hii ndiyo njia pekee itakayoweza kutoa haki kwa wahanga na kuzuia matukio kama haya yasirudiwe tena. Chama cha ACT Wazalendo kitabaki kutoa sauti kwa ajili ya haki na demokrasia halisi nchini Tanzania. Tunatoa wito kwa jamii ya kimataifa kushiriki katika kuishinikiza serikali kutekeleza hili. Hiyo ndiyo taarifa ambayo imetolewa leo na chama cha ACT Wazalendo kufuatia kile ambacho kinaitwa tume huru ya uchunguzi ambayo imeteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan na kutangazwa jioni ya hivi leo. Tume hiyo ilitangazwa kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa leo kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, ambayo ilisomeka, na hapa pia nainukuu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 Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania, ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo, na wajumbe walioteuliwa ni wafuatao: wa kwanza ni mheshimiwa profesa Ibrahim Khamis Juma, jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania. Wapili, sefue, wa pili ni balozi Ombeni Yohana Sefue, mwanadiplomasia na katibu mkuu kiongozi mstaafu. Wa tatu ni balozi Radhia Msuya, mwanadiplomasia na balozi mstaafu. Wa nne ni balozi luteni jenerali Paul Mela, wa diplomasia na balozi mstaafu. Wa tano ni IGP mstaafu Saidi Ali Mwema, mkuu wa jeshi la polisi la Tanzania mstaafu. Wa sita ni balozi David Kapia, wa diplomasia na balozi mstaafu. Na wa saba ni mheshimiwa Dr Stegomena Lawrence Tax, aliwahi kuwa katibu mtendaji wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika. Taarifa hii kwa umma imetolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi ikisainiwa hapa na katibu mkuu kiongozi mwenyewe Balozi Dr Moses m Kusiluka leo tarehe 28 Novemba mwaka 2025.